Mpira biriani na Simba imepoteza ile tachi ya pira biriani, je, wachezaji hao wanao wakucheza pira biriani? Na nafikiri hapo ndipo ambapo na unatakiwa kuanzia kwenye kuona jinsi gani ambavyo Simba inaweza ikacheza mm, kuanzia sasa na kuendelea huko siku za usoni, ndio hasa baada ya introduction ya mwalimu mpya ambaye anaenda kuongeza kitu kwenye benchi la ufundi mm. Bila shaka yote, yeye anaweza akawa ni moja kati ya watu ambao wanategemewa kufanya mabadiliko ya kiuchezaji kwenye kikosi cha Simba. Lakini uh, ukiangalia kwa aina ya wachezaji ambao Simba wako nao na nini ambacho anaweza akakifanya kwenye uchezaji, unavyohitaji kuwa na mpira biriani, unatakiwa kuwa na wachezaji ambao kwanza IQ yao ya maamuzi ipo kwenye kiwango kikubwa, uwezo wa kuipokea pasi kwenye nafasi ambayo ametengenezwa kwa usahihi lakini pia awe na uwezo wa kujua kwamba mpira huu wa kwanza anavyopokea ni wapi ambapo anaweza kupeleka kwa wakati sahihi mm. Inaweza ikawa inarahisisha usahihi zaidi wa pasi ambazo zinatokea kiwanjani. Lakini kama utakuwa na wachezaji ambao mara nyingi wanaweza akawa wanaopokea mpira ukishafika kwenye miguu yake ndo wanafikiria mpira huu ni upeleke wapi, maana yake ni kwamba mpira unaweza ukawa unaishia kwenye miguu yake, na mwisho wa siku kile ambacho mnakitaka kwenye muunganiko wa kuwa na mpira ambao unakuwa na chezo zaidi mm. Inaweza isiyo inatokea. Sasa ukiangalia angalia uh, katika kipindi ambacho Simba ilikuwa inasifiwa sana kwa aina ya mpira ambao unazungumzia kama mpira ambao ulikuwa unavutia mashabiki, lakini pia timu inashangilia uh, inashambulia chini ya Sven Vandenbroeck. Yes, wakati mm. ule wa Sven au Aussems naye sio yeah. uh, sio mbali kwa na aina ya mpira mm, unaangalia aina ya wachezaji ambao Simba alikuwa nao. Ndio staili ya kucheza ya wachezaji ambao Simba alikuwa nao, tabia binafsi ya wachezaji ambao Simba alikuwa nao zilikuwa ni tabia za namna gani? kwenye mpira wa miguu unasema, ili awe na timu ambayo inaweza ikawa na flow vizuri, hasa kwenda kwenye eneo la kushambulia, ndio yeah, viungo wako ili wawe na uhatari uh, kiungo mzuri ni yule ambaye akiupokea mpira, pasi yake ya kwanza, touch ya kwanza anapochukua mpira, direction yake inakuwa ni forward pass mm, yani pasi ya kwenda mbele, lakini kama unaona kiungo mara nyingi touch yake ya kwanza inamruhusu yeye kurudi nyuma, kwenda wide, maana yake ataenda pembeni ama atarudi nyumbani maana yake ni kwamba hiyo timu inaweza ikawa ni ngumu, kutoka mtakapokuja kutoka kwenye ile eneo, ni either yeye amefanya setup kwa center back, ameutupa mpira mrefu mwende mkashambulie. mm. au atatoka tena kwenye ile eneo apige wide, ili mwende kushambulia kwa uh, cross ama mpira mwingine wa aina tofauti, na, na hapo, katibu, nikuongezee kwa wale ambao walikuwa wanafuatilia mpira wa Ulaya enzi zile bado wanacheza wachezaji Andrea Pirlo na Xabi Alonso. mm kwa sababu walikuwa wanacheza kama deep lying playmaker play yes. Wakichukua wanajicho, wana, wana la mbele yeah. Kuangalia na huyo ndio kiungo ambaye, yani unasema sifa ya kiungo bora mm. na kiungo ambaye anafaa kucheza kwenye eneo la la, la, la, katikati mwa kiwanja anatakiwa kuwa na jicho la pasi ya kwenda mbele. Pasi za kwenda mbele ndizo ambazo zinakuwa na watari kwa wapinzani na faida ambayo anaweza kaonepata mara nyingi ni kwamba wakati wanaopata mpira kwenye eneo la kiungo ukiwa na jicho wa la haraka la kupiga pasi unaweza ukawa unavuruga safu ya ulinzi wa timu pinzani, wakati wao wanajipanga kwenda kuzuia uh, mapengo ambayo anayaacha wewe, tayari unakuwa na akili ya kwenda kutupa mpira kwenye mashimo ambayo mm. wachezaji wanaweza kushambulia. Kwa hiyo ukirudi kwa mfano kwenye wakati ambao uh, Simba alikuwa anacheza kwenye ubora mkubwa ndio wakati ambao unakuta timu ilikuwa na kina Clatous Chota Chama kina Luis Miquissone anacheza kama kiungo pembeni anaingia ndani, angalia tabia zao binafsi za kiuchezaji hakuna mchezaji ambaye ana, anaweza akawa anaupata mpira anafikiria kurudi nyuma. Wengi walikuwa ni wote forward, uh, forward, forward. Wote anaenda juu, anaenda kushambulia. Kwa hiyo unaweza kuona ilikuwa ni katika kipindi hicho uh,